Nam, habari gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Leo tarehe nane mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano moja kati ya habari ambazo zimetrend zimeshika headlines kwenye mitandao ya kijamii ni hili swala la mwanafunzi wa kidato cha kwanza kumbaka mwanafunzi wa shule ya msingi na mahakama yamemhukumu adhabu ya viboko huku ni Morogoro, wilayani Gairo. Kabla hatujaendelea, usisahau kusubscribe, gusa neno jekundu ambalo limeandikwa subscribe, like na ucomment mawazo yako yapi katika taarifa hii. Mwanafunzi wa sekondari au hukumiwa adhabu ya viboko kwa kosa la kumbaka mwanafunzi wa shule ya msingi. Mekaeje ni kama hivi ifuatavyo: mahakama ya wilaya ya Gairo mkoani Morogoro mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari ya Gairo kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka saba anayesoma darasa la pili kwenye moja ya shule za msingi iliyopo wilayani hapo. Mama wa mtoto huyo ambaye jina lake limehifadhiwa mkazi wa mtaa wa Kisimani wilayani Gairo aligundua kubakwa kwa mtoto wake baada ya kuona akitembea kwa maumivu na kuchukua hatua za kumpeleka katika kituo cha polisi huko wilayani Gairo na kuanza upelelezi. Jeshi la polisi wilaya ya Gairo lilibaini na kumkamata Chrispin Matei Malanda kwa tuhuma za kuhusika na tukio hilo alilolitekeleza baada ya kumvizia mtoto huyo akiwa anacheza na watoto wenzake kisha kumpeleka vichakani na fanyia kitendo hicho cha ukatili Kamanda wa kikosi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkana. Alexi Mkama, kumradhi, amesema chanzo cha tukio hili ni mmomonyoko wa maadili pamoja na kukosekana kwa usimamizi wa watoto wanapokuwa michezoni. Na huo ndio mwisho wa nukuu kutoka katika mtandao wa kijamii wa Instagram katika peji ya uh, Polisi Tanzania. Hayo ndiyo ambayo uh, yamezungumzwa huko wilayani Gairo. Kitendo cha mwanafunzi wa kidato cha kwanza, kijana mwenye umri wa miaka kumi na nne kumbaka mtoto wa darasa la pili kimekaeje, kaeje, kaeje? Unaweza ukaniambia maoni yako uh, kupitia sehemu ya comments. Je, yeah? Unadhani masuala haya hasa kwenye jamii zetu za Kiafrika yanasababishwa yeah, na nini zaidi? Kitendo cha watoto kuwaingilia watoto wenzao tena kuwa force namaanisha kuwabaka kabisa, je, yeah? Unadhani kosa liko wapi? Au chanzo kikubwa kiko wapi? Ni mmomonyoko wa maadili, ushirikina, au ni masuala ya ukosefu wa malezi mazuri ya wazazi? Basi hii ni Mega Media Tanzania, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Mimi ni Cray Venance, have a good day.